Mipaka tuliopakana nao majirani zetu, mnasikia vita wanatoka wanakuja kwetu. Sisi kikinuka, hatuna pa kwenda, hatuna pa kukimbilia. Kikinuka hapa Mwanza, mtakimbilia ziwani, mkafie ziwani? Hakuna pa kwenda huko nje, kwa wenzetu kilishanuka siku nyingi. Naomba tuilinde amani yetu kwa kupenda maendeleo na kupenda amani ya taifa letu. Msifate uzushi Msisikilize uzushi, msishawishike na msidanganyike. Tarehe ishirini na tisa wao wamesema watatoka, na sisi tutatoka kwenda kupiga kura na kurudi nyumbani kifua mbele kwa kufurahia ushindi wa kuichagua NCCR Mageuzi. Hakuna kitakachonuka wala kitakachotoa wala harufu. Amani ya taifa letu inalindwa na sisi wenyewe, kwa kuwa na misimamo dhabiti. Kama kuna watu au kuna kikundi cha watu ambacho kuwa wanaona kwamba hili ni jambo hasi, hili ni jambo haramu <mimu> hao wanajidanganya, hao wanajidanganya. Hii ni haki ya kikatiba na katiba tumeitengeneza sisi, tunatakiwa tuilinde sisi, tuisimamie sisi. Au kuwashawishi baadhi ya watu, kuwashawishi baadhi ya viongozi na wafuasi wa vyama mbalimbali kwamba msiende kupiga kura, huyo ni mtu hataki maendeleo na ni mvunjaji wa katiba. na kama hutaki kuchagua na kuchaguliwa, basi kuna haki ya kudai maendeleo, kwa sababu maendeleo yanakuja kwa umoja wetu, kwa kuwachagua viongozi wetu wale ambao kuwa watatusimamia sisi kwa yale ambao kuwa tutayaomba, halafu wao wakenda kuyasimamia kwa utekelezaji. Kwa hiyo mtu